Kuna taasisi moja muhimu sana katika ulimwengu wa fedha ambayo ukiitaja, kuna watu wanaielewa wanaipenda eh, lakini pia kuna watu wanaichukia na wanaona ni unyonyaji. Leo hii nitawaambia ni taasisi gani, lakini labda na wewe unaweza ukakisia. <mulia> Naitwa William Mungai wa Hazina Connect. Kama umekisia hiyo taasisi ni benki, basi umepatia, jipigie makofi. Benki benki ni taasisi ambazo toka uanzishaji wake mara ya kwanza, jina bankus au benki eh, linaingia katika maandishi ya ulimwengu, ni miaka zaidi ya elfu mbili kabla ya kuzaliwa kwa Uh, kwa kipindi kile cha Yesu Kristo. Kwa hiyo ni miaka zaidi ya elfu nne, huduma ambayo benki zinatoa zimekuwa zikitambulika na zikifanya kazi katika jamii uh, mbalimbali. Sasa hizi ni huduma gani? Benki ni mpatanishi. Benki ni muunganishi. Benki biashara yake pekee ni biashara ya fedha. Na hii inafanya benki kuwa ni chombo muhimu na ambacho uh, kinasimamiwa kwa ukaribu na kila serikali duniani, kwa sababu benki ndipo ambapo huduma ya utunzaji wa fedha unaanzia, kwa maana ya usalama eh, kwa maana ya eneo ambapo unaweza ukapeleka ukapewa hata riba au faida kidogo kwa kutunza fedha yako pale, lakini muhimu zaidi hizo fedha ambazo umepeleka zitunzwe, basi benki wanazikopesha na mikopo ni moja ya injini muhimu ya uchumi wa nchi yoyote. Mikopo inayoenda kwa watu binafsi inawawezesha kununua bidhaa, inawawezesha kujenga nyumba, inawawezesha kununua magari na kadhalika hivyo vyote vinachangamsha uchumi e. Serikali inapata kodi yake, na kama watu wamekopa vizuri, basi biashara zao zimepata mitaji. Kwa hiyo benki ni taasisi ambayo hutumika na wananchi, lakini pia huangaliwa kwa ukaribu sana na serikali. Kwa Tanzania, benki ya kwanza kuorodheshwa hapa ya nje ni mwaka elfu moja mia tisa na tano, benki ambayo ukienda pale NBC makao makuu kama sikosei, pale corporate office unaweza ukakuta hata picha za hizo benki za kwanza kuingia Tanzania. Kuna benki za wakati huo Tanganyika, kuna benki ambazo zina miaka zaidi ya mia moja kama kina Black Barclays kule Kenya na kadhalika, lakini cha muhimu zaidi ujue kwamba kila jamii hata ufalme wa Uhehe ulikuwa nao una mfumo wake wa utunzaji wa mali na fedha za jamii. Kwa hiyo kila falme, kila utawala, huwa unaweka jicho la makini kwamba taasisi za benki ziwepo, zipanuke huduma zake zikue, na wananchi wawe na imani nazo. Njia moja kuu ambayo Uh, serikali huhakikisha kwamba fedha za wananchi ziko salama na mabenki yamesimama imara ni pamoja na kuweka taasisi inayoitwa Bank of Tanzania au Benki Kuu ya Tanzania. Na njia kuu ambapo, ambayo serikali hutumia kusimamia mabenki ni kwanza kabisa kuhakikisha kwamba Uh, watu wote au makampuni yote wanaotaka kujiingiza au kuingia kwenye hii biashara basi wanakata leseni. Leseni za kuendesha benki zinatolewa na serikali, uh, pekee na zinatolewa na Benki Kuu, Central Bank of Tanzania ambaye pia governor E, ndiyo anateuliwa na rais, ana bodi, ana staff ambao wako professional, wanaangalia vigezo, kigezo kimoja kikubwa sana kikiwa ni mtaji. Usije ukaanzisha benki una mtaji wa kutosha, watu wanaweza wakaweka hela e, badala yake ukayumba, ukashindwa labda kutimiza wajibu wako kwa, kwa, kwa wateja wako. Kwa hiyo hiyo ndio benki unakata. Eh, ni mtu yeyote au watu kadhaa wanaweza wakaanzisha, eh, taasisi ambayo biashara yake ni biashara ya fedha, na benki inapata faida kwa njia mbili kuu. Moja ni kwa riba, kwa kile kiwango cha uh, wanachokutoza ili wakikukopesha ile ni moja ya faida, lakini ukumbuka kwamba inabidi walipe pia watu kuweka hela kwao, kwa ile gepu ndio faida ya benki. Faida ya pili ambayo benki inapata e, pesa ni kwa kukupa wewe huduma mbalimbali unazozilipia, kwa mfano E, wanajenga majengo e, ukipeleka hela yako e, pale kuweka for safekeeping, kuweka kwa matunzo e, kuna mishahara kuna umeme. Kwa hiyo ukitaka kusogeza hela yako kuhamisha kutoka benki moja kulipa kitu benki nyingine, au kulipa serikali, kukupa wewe huo mtandao na kuwezesha wewe kufanya malipo transfers, e, kwa kuna tozo mbalimbali mbali ambazo benki e, wanakutoza na hizo ndio kimsingi benki zote unazoziona e, faida yake inapatikana katika e, tozo mbalimbali wanazokutoza ingawa, e, kwa sababu ya ushindani nazo huwa zinazidi kupungua kadri muda unavyoenda. Zamani kuhamisha hela ilikuwa ngumu, siku hizi imekuwa rahisi zaidi, na pia ujio wa mobile money na mitandao mingine imewezesha hata wananchi kupata unafuu kwenye hizi tozo, lakini ni kipato muhimu kwa benki, pamoja na hii huduma ya ya ya mikopo uh, Benki ziko za aina mbalimbali, siwezi leo kuziongelea zote. Hebu niongelee zile ambazo tunazifahamu au uh, tunaziona miongoni mwa eh, mabenki mengi hapa Tanzania, East Africa, Afrika, duniani. Uh, benki E, huwa kwa kawaida zinaanzishwa au zinawekwa kwenye e, kipengele fulani hata kwenye sheria za benki kuu kutegemeana na huduma wanazotoa. Kwa hiyo kwa mfano, kuna benki zilizoanzishwa mahususi kwa ajili ya watu binafsi au watu reja reja, au tunaita retail banking . Zamani hizi nyingi zilikuwa zinafanya biashara na watu tu, sio makampuni. Hizi zika, zinaitwa retail banks au ni eh, lakini siku hizi zimeungana na na, na benki ambazo zilianzishwa mahususi kwa ajili ya makampuni ambayo zinaitwa corporate bank. Hizi kwa pamoja eh, zinaitwa siku hizi Eh, zinaitwa tu commercial bank. Kwa hiyo benki aina ya, ya kwanza ambayo ni vizuri uifahamu inatoa huduma kwako ni benki zinaitwa commercial bank, benki za biashara. Hizi zinafanya mambo mengi, eh, zinatoa mikopo kwa watu binafsi, zinatoa mikopo kwa makampuni, eh, zinachukua uh, fedha kutoka kwa pande zote na biashara nyingi unaweza ukazikuta Kwenye hizi commercial banks banks nyingi zilizopo kwa mfano Tanzania ni aina hii ya benki, commercial banks. Lakini pia utakuta humo ndani, kwa mfano ukichukua retail banking ndani e, e, ya e, commercial banking, unaweza ukakuta hata humo wamegawagawa kwa vipengele. Moja ya e, maeneo ambapo mabenki mengi yanazidi kuwekeza ni kitu kinaitwa high net worth individuals au watu wenye fedha nyingi kwa kifupi. Kwa hiyo utakuta mabenki mengi yanawawekea eneo la kuhudumiwa huko, wanakunywa kahawa, akaunti zao zina special managers, wao hawaendi kusimama kwenye mistari. Kwa hiyo utakuta hata ndani ya benki moja kunaweza kukawa kuna vitengo vya kuhudumia eh, wateja mbalimbali na pia vile vile, kwenye huduma kwenye makampuni, mabenki mengi wametenganisha kati ya SME yaani makampuni madogo na ya kati na yale makorporate makampuni ambayo e, hata TRA yanasomeka kwamba ni walipa kodi wakubwa. Kwa hiyo utakuta napo kuna utenganifu huo kwa sababu huduma zinaweza zikawa tofauti. Kwa hiyo ukienda benki yoyote jitambue, we ni nani, unahitaji huduma gani, uliza usu idara ambayo inakufaa wewe e, zaidi e. Usi, usidhanie kwamba benki zote ziko sawa, na hapo ngoja niongelee benki za aina ya pili e, kwa upana wake ambayo ni benki e, za shughuli maalum au benki mahususi za sekta fulani. Mfano mzuri ni benki ya ya kilimo Tanzania Agriculture Development Bank, imeanzishwa mahususi kukopesha wakulima wewe una kampuni yako ya ujenzi e, hautegemewi utaenda pale. Hiyo nadhani e, inaeleweka e, lakini kuna mabenki mengine hayakufanikiwa kwetu hapa kama e, benki ya wanawake Tanzania Women's Bank, lakini tunashukuru iliingia kwenye e, Tanzania Postal Bank ambapo sasa hivi uh, nadhani wanadhani wanaitwa on, on, Tanzania Commercial Bank. Kwa hiyo hata yenyewe bado sio kwamba ilikufa, lakini ilimezwa. Ilikuwa mahususi kwa kusaidia akina mama, lakini pia wakina na mama mabenki mengi wakafungua madirisha maalum ya kusaidia wajasiriamali akina mama na kadhalika. Kwa hiyo labda kulikuwa hakuna, lakini kuna mabenki mahususi kwa ajili ya uh, sekta fulani ya kiuchumi au watu fulani, hiyo nayo, uh, lakini kuna mabenki ambayo unayakuta kwenye nchi nyingine ambayo hata hapa Tanzania si ajabu yangesaidia sana, lakini mpaka leo uh, hakuna benki iliyojikita huko, kama benki inayokopesha kwa ajili ya LPO zinaitwa LPO finance, au uh, pale ambapo wewe una order kutoka kwenye kiwanda au shirika fulani, unaweza ukapeleka pale wakakupa mkopo, dhamana yako ikawa ni ile order. Kule South Africa kuna benki kama Sasfin Benki, ilianzishwa na vijana wawili ambao, eh, baba yao alikuwa na, ana anakopesha ana, ana watu walikuwa wanatengeneza uniform alikuwa uh, anakopesha bidhaa, watu wanaleta oda uniform, kwenda kwenye kiwanda uniform, kwenda kwenye shule, inabidi mzee atengeneze bure, hawana hela, aki- aki wakipeleka mzigo ndio wanamrudishia hela. Of course, unajua kuna wengine hawarudishi. Kwa hiyo hao wanaye wawili wakafungua wao kwanza dirisha, leo hii ni benki kubwa kabisa, ambayo imejikita kuwasaidia wajasiriamali ambao wana LPO. O uh, kuna njia of course za kuprove kwamba ni za ukweli na kweli utalipwa, na hiyo kam kao kuna utaratibu, lakini eh, kwao mabenki yanaweza kawa ya aina nyingi, na bado Tanzania hatujaona. E, mabenki yote pia, kuna benki kama Tanzania Investment Bank au mabenki ya uwekezaji kwa muda mrefu. E, mikopo kwenye benki ya kawaida utakuta ni ya miaka mitano. Tanzania Investment Bank ilianzishwa mahususi kwa ajili ya mikopo ya miaka kumi, ishirini, na kadhalika. E, hiyo basi lakini, mwisho e, ambayo watu wengi wanazifahamu ni uh, Tanzania, ni Community Banks E, benki za jamii hizi ni benki ambazo zimesaidia maeneo mengi ambayo yalikuwa zamani hayana huduma ya kibenki. Ni watu wamekusanyika, wamefika kigezo cha benki kuu, wamepewa leseni, wameanzisha wafanyabiashara wengi haswa wa mikoani, lakini hata Dar es Salaam. Ili ipo Dar es Salaam Community Bank mepanda, kubwa, ambayo sasa hivi imepanda imekuwa benki kubwa ambayo sasa hivi inaitwa Dar es Salaam Commercial Bank, lakini pia ipo Mukoba moja ya benki za kwanza kabisa ya kwanza kuanzishwa Tanzania, iko kule Mufindi Mkoba Bank. Unaweza ukanua hisa yake kwenye soko la hisa wapo pale eh, na hii nayo ni benki ya jamii iliyonyanyua wafanyabiashara pale Mafinga, Mufindi, mkoa wa Iringa na kadhalika, kwa sababu hiyo ndio benki nyingine ya nne, zinaitwa community banks. kwa hiyo kwa kumalizia, benki zina faida nyingi, benki zinatoa huduma nyingi, ziko benki za kila aina. Kuna benki ambazo zenyewe zinatoa mikopo kwa ajili ya zana za kilimo tu, au zana za magereji na viwanda, mambo ya asset finance. Ukitaka kununua um, malori malori yenyewe yanaweza yakawa yenyewe ndio dhamana hiyo, inaitwa asset finance, au mkopo ambao dhamana ni kitu hal halisi, huna haja ya kuweka nyumba yako na kadhalika. Hizo zote eh, ni vitu mbalimbali ambavyo unaweza ukazikuta. Eh, kwenye benki. Benki inatoa huduma muhimu kwa jamii lakini pia eh, yapo madhara. Benki inaweza ikafilisika, ingawa kwa usimamizi mzuri wa benki kuu ya kwetu na nchi nyingi sio rahisi hilo kutokea, lakini pia benki zinaweza kwa dunia hii ya, ya connection ya internet ya digital, benki wakati mwingine zinaweza zikaibiwa hela na kadhalika. Na pamoja na manufaa yote haya ya benki, lakini zipo changamoto. Kwa mfano benki inaweza isitoe riba au faida kubwa kwako, yaani uwekezaji kwenye benki kwa kawaida hauna tija kama uwekezaji labda kwenye sekta nyingine. Lakini benki pia zinaweza zikafilisika, hiyo sio rahisi e, benki kuu wanazingatia sana vigezo, ndio maana hiyo sio rahisi kutokea, lakini kwenye jamii yanaweza yakatokea madhara, kwa mfano benki zikaona ziweke hela nyingi kwenye Kwenye, kwenye, kwenye hati fungani za serikali, wanaona serikali haifilisiki, serikali inalipa on time. Kwa nini wakukopeshe wewe na wewe na wewe ambaye unazo, eh, labda ukapata changamoto eh, serikali ikikosa hela inanyanyua kodi tu, inapata hela inalipa watu wote eh, ambao wana hati fungani. Kwa hiyo eh, benki inaweza pia ikaweka hela nyingi huko na ikakosa hela kwenda kwenye productive sector. Kwa hiyo hayo ni madhara ambayo eh, yanaweza yakatokea. Pamoja na yote hayo benki bado zina nafasi kubwa katika kufanikisha safari yako ya mafanikio ya fedha. Na asanteni e, kwa kumaliza nami episode nyingine, tutaonana e, safari ijayo hapa Hazina Connect. Asante.